Kuna mambo mengine hapa duniani mtu wa kawaida hawezi kuyaelewa. Wengine husema mafanikio yanatoka kwa bidii, wengine husema yanatoka kwa baraka, lakini kwa mtu huyu mafanikio yake yalitoka kaburini. Anaitwa Mosi, kijana maskini aliyekata tamaa ya maisha. Alipoteza kila kitu, kazi, nyumba na hata mke wake, akaamua kutafuta njia ya haraka ya utajiri marafiki wakamwambia kuna mzee wa siri anayeishi karibu na makaburi ya Kitembo anayetoa utajiri, lakini kwa masharti ya damu. Mosi hakuogopa, alisema: nitafanya chochote, hata kama ni kaburini, sitaki tena umaskini. Usiku wa kwanza alifika makaburini akiwa na ndoo ya maji na maneno ya mzee akiwa kichwani: kabla ya saa sita za usiku, mimina maji juu yako, kisha sema, e mizimu ya waliolala njoni mnibariki kwa mali zenu. Lakini mzee hakumwambia kitu kimoja kwamba kila tone la maji litakalogusa mwili wake litafungua mlango wa roho iliyolaaniwa. Maji yakimwagika, kisha upepo mkali unapita. Mosi alipoanza kujimwagia maji, alihisi mwili wake unatetemeka, macho yakaanza kuona kivuli cha jeneza likiwa wazi mbele yake. Ndani ya jeneza Pesa zilianza kujitokeza nyingi, nyekundu, zikinong'onona kama roho za wafu. Chukua, chukua, pesa hizi ni zako, lakini utalipa gharama. Hofu, kelele za upepo. Alipoinama kuchukua pesa hizo, akaona mikono ya kivuli ikitoka kaburini ikimgusa miguu, baridi kama barafu. Lakini tamaa ilikuwa kubwa, hakusimama akachota, akajaza mfuko, akaondoka mbio, huku maji yakimtiririka mwilini. Siku iliyofuata Mosi alianza kuona mabadiliko. Pesa zilikuwa nyingi, biashara zikafanikiwa, kila alichotaka alipata. Lakini usiku wa nne, sauti ile ile ikarudi, tulikupa pesa, sasa tunataka damu. Hapo ndipo safari ya Mosi ya utajiri wa kaburini ilipoanza, safari ya tamaa, damu na machozi. Mziki unapanda taratibu, sauti ya msimulizi inakuwa kali zaidi. Usikose sehemu ya pili, pale ambapo Mosi atagundua kuwa pesa zile hazikuwa za dunia hii. Utajiri wa kaburini. Sehemu ya kwanza.